Naam, bwana, Diamond Platnumz kama alivyozungumza Mr. Pimbi, bwana, ndiye msanii ambaye anatuwakilisha Watanzania kimataifa, in a national level, in an international level, au bwana, hii ni kutokana na kwamba, uh, Diamond hivi karibuni bwana, ni kwamba Diamond Platnumz bwana, tumeona wazi kabisa kwamba ameshafanya show nyingi sana ndani na nje ya nchi, hususan uko nje ya nchi bwana, amefanya show nyingi zaidi kwa sababu tumeona ndani ya mwaka huu hapa 2025 ukiwa sasa hivi hapa ni mwezi wa sita, lakini Diamond amesha, ameshafanya show Ghana, amefanya show Nigeria, amefanya Amefanya show, eh, amefanya show Kenya, amefanya show Uganda juzi, na akafanya show ambayo pia, kwa, kwa amevunja rekodi upande wa kiasi ambacho anacholipwa lakini pia akafanya show pia Zambia, umeona eh? Kwa hiyo jamaa amefanya show nyingi sana na, hivi karibuni bwana anaungana na na Kiz Daniel kwenda kuperform huko eh, London Uingereza. Kwa hiyo Kiz Daniel naye pia ameposti kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu katika Insta story, yani hata huyo Kiz Daniel naye pia amejisikia proud sana kwamba atashare jukwaa na Diamond Platinums. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho tumeki notice, kwa sababu Kiz Daniel katika Insta story yake ameposti kwa mba, ataku, ame posti pia kwamba Diamond Platinums atakuwepo katika show ambayo yeye anaenda kufanya huko uh, London. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimemfanya ajisikie proud kushare uh, kushare jukwaa na mkali kutoka Tanzania, Diamond Platinums. Na hapa kuna page baadhi, zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari ambapo show hii bwana itafanyika mnamo tarehe kumi na nne mwezi huu Juni, ambapo hapa kuna page imeandika kwamba bwana London star wa muziki kutokea nchini Nigeria ya Kiz Daniel ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram Insta story, akiwa ame akiwa posti yake inahusiana na show ya mwanamuziki Diamond Platnumz inayotarajiwa kufanyika huko London UK, mnamo tarehe 14 mwezi Juni mwaka huu 2025, katika ukumbi wa Royal Albert Hall. Katika show hiyo Diamond Platnumz anatarajiwa kusindikizwa na mastaa mbalimbali wa mziki kutoka ndani na nje ya Tanzania kama vile